Asalamu As alaikum warahmatullahi wa, wa barakatuh. Naam, uh, kwa majina naitwa Ramadhani Mchupa ni CEO Mchupa Stationary and Internet Service, a home of online applications. Ah uh, napenda kwa taarifu wateja wangu wote uh, wadau wote wa Mchupa Stationary kwamba dirisha la maombi ya mkopo kwa mwaka wa masomo 2025 2026 linakaribia kufunguliwa Juni 2025, mwaka huu. Kwa hivyo basi, wale wote ambao walikosa mkopo mwaka jana, wale wote wenye ndugu zao watoto wao wadogo zao ambao wamehitimu kidato cha sita mwaka huu na wale ambao wanatarajia kuhitimu diploma mwaka huu, basi tunakaribisha sana Mchupa Stationary kwa ajili ya huduma ya maombi ya mkopo, maombi ya vyeti vya kuzaliwa na maombi ya vyuo. Kama tunavyofahamu kwamba mpaka uweze kusoma degree. Ya mkopo, lazima upitie hatua tatu. Hatua ya kwanza, lazima uwe na cheti cha kuzaliwa ambacho, ki, ambacho ki, kimehakikiwa RITA. Hatua ya pili, lazima uwe umeweza kuomba mkopo kupitia mfumo wa HESLB OLAMS. Na hatua ya tatu, uwe umeweza kudahiliwa katika chuo kikuu. Hizo huduma zote tatu zinapatikana Mchupa Stationary ambayo ya kwanza ni maombi ya vyeti vya kuzaliwa pamoja na kuhakiki. Ya pili maombi ya mkopo, ya tatu maombi ya vyuo. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote, wadau wote, kama una ndugu yako karibu sana, mkaribishe sana kwetu kwetu. Atapata elimu kwamba vitu gani vinahitajika kwenye maombi ya mkopo. Kwetu atapata elimu e, chuo gani kinamfaa kwa programu ambayo anafaa kusoma, ambayo mwenyewe anaipenda. Pia kwetu atapata elimu ni chuo gani kizuri ambacho kitamfaa kutokana na kozi ambazo anazisoma. Hivyo eh, napenda kuwa kuwaomba wadau zetu hasa wale ambao tulishawahi kuwahudumia na wale ambao ni watu wetu wa karibu na wanajua ubora hudum, wa huduma zetu waweze kuwa mabarozi kwa watu wengine ili huduma iweze kuwafikia wote zaidi. Eh, namba zetu zinapatikana hapo chini, lakini pia link ya group letu kwa ajili ya maombi ya mkopo na rufaa utatuma hapo chini. Hivyo karibuni sana. Asalamu alaikum.